Naam, mtazamaji wa Trend TV bwana, baada ya Nifa kuvujisha message za Ankoti hey, ambazo zilikuwa zinaonyesha jinsi ambavyo Ankoti alivyomtafuta Nifa na kumwomba awe wakala, alinipigia simu akasema okay. Nilikupigia simu wapi wewe? Nataka kuwa wakala wako E, mambo huko mtandaoni bwana, amekuwa mazito kweli kweli, lakini haikuishia hapo, ni kwamba Niffer tena amekuja na habari nyingine, dokumenti nyingine, messages au receipt ambazo zinaonyesha nini ambacho kimeendelea kati yake yeye na Anko T, e, mara tu baada ya Anko T kutoka huko China na mpaka kupelekea ugomvi wao kuibuka Sunshine. Ya yeah, so hivyo ndivyo mambo yalivyo bwana. Sasa at the the end of the day bwana, hapa kupitia page mbalimbali mbali. E, kupitia page za Niffer ni kwamba Niffer bwana amevujisha hapa, kuna maongezi hapa, ameandika kwamba e, bwana mtu alienda hadi kuiga viti vya nyumbani kwangu, alafu alafu anasema kwamba namuigizia na, yani kwamba mimi nakuigizia nini yani Nifa akaendelea kusema kwamba wewe ulitaka utumie eneji yangu na vimekushinda. Eh? Akamalizia kusema kwamba na vimekushinda, nipate nini haswa kwako kwa wewe yaani? <tik> Nifa akaendelea kusema kwamba unalazimisha mimi nionekane mbaya. Twalibu, usinilazimishe niwe, niwe kitu cha tofauti, niko na watu wanaoniheshimu mno huyu Twalibu ndo Anko T sasa, jina lake halisi nadhani <mulikana> e. Nifa akaendelea kusema kwamba e, usinilazimishe niwe kitu ambacho ni tofauti, niko na watu wanaoniheshimu mno. Jamani, dili na maisha yako e, temana na mimi <mulikana> wafanyabiashara si ni wengi tu, mbona si ukatafute huko wengine? Kwani ni lazima e, niziuze mimi alafu kisha akaweka hapo emoji za kucheka. akaendelea kusema kwamba he, na ukiendelea maana yake una lako binafsi. Mimi ni kome. Ameandika hivyo Nifa kwa herufi kubwa kuonyesha msisitizo, lakini akuishia hapo ni kwamba Nifa akaendelea hapa katika page nyingine kuhusiana na chat zao za huko Snapchat. Akaweka hapa caption juu inayosomeka kwamba mbona unaposti nusunusu muongo wewe? Si ndio ulisema kwamba wewe huna shida na mimi na nikakujibu sawa, tuache ugomvi. Mbona, unani, mbona unajifanya kama vile mimi nimekuomba samahani. Ameandika hivyo, then akaendelea kusema kwamba huyo Dre. Asichokijua ni kwamba hiyo nyumba nilisimama kuangalia, sababu ni ya kwangu, nilinunua hiyo nyumba nikiwa naangalia, nikiwa naangalia... na namwonea huruma na, ali... na alipunguziwa kodi bila kujua mwenye nyumba ni mimi, ila nyiye dunia hii ameandika hivyo Nifa. Sasa haya mambo mengine ya Dre hatujajua yako vipi lakini nataka hapo usikilize yeye mwenyewe Nifa alichokivujisha hapa katika voice note nyingine hii. Wote mtakuja. Uzuri namjua. Aje anioneshe wapi ambapo nilimwambia nimempa hiyo midogo. Yaani wewe na yeye huyo loliposti nayo matusi nayoandika. Wote mtakuja mtajibu. Yaani twalimu sitaki mazoea na unikome. Yaani unikome, unikome. Mimi ni mtu i Wapi, mimi umeona nimekutukana? Sijui malaya, sijui shoga, sijui nini wanatoka milioni za milioni sita unatekeleza, ni huyo mteja ambaye ataona anatukana watu mitandaoni, malaya ya Mungu asijui nini, aje kusema eti anachukua product? Sio kweli. Yani, twaribu umeongelea glosi zako, umenisema vya kutosha. Niffer, umefanya hiki umefanya kile, imekuwa hivi, unakakompaya. Ndomana watu wakaa karibu, afanikiwa mtu wangu wa karibu yupi karibu yupi? Unayemjua wewe mtu wangu wa karibu unayemjua ambaye hajafanikiwa yupi? Unayemjua yupi? Nilikuwa nakuheshimu sana, na inabidi wewe mwenyewe ujichunguze. Ulinisema siku nimefanya iftari, ulinisema sana wewe, sijui watu mnapua kama nini, hata makeup from Turkey hamko klasik, sijui nini. Mimi nimefanya kitu kwa ajili ya wateja wangu, unakuja kusema sijui I'm not klasik, sijui I'm not nini, I'm not nini. Kwa nini Uliona kitu hakiko sawa. Mimi tumefollowiana huku mitandaoni umenijua sijui toka nauza mtumba. Uzuri namjua. Aje anioneshe wapi ambapo nilimwambia nimempa ya yeah, so hivyo ndivyo mambo yalivyo, ni kwamba baada ya zile live za Anko T ni kwamba Niffer bwana akacharuka na kuja kumjibu Eh, katika hizo voice note. Lakini pia vile vile ni hapa, hapa, kwamba hapa akaendelea hapa Niffer kusema kwamba sijawahi waza kama kuna siku kama hii ya leo itafika. Hii ni maajabu jamani, niache na nkaaga kimya kujiepusha na, na, na maneno mengi, leo nina muda. Kwa hiyo Niffer anadai kwamba leo alikuwa na muda na ndio maana akaanza kujibizana na huyu Anko T. Then akasema kwamba yani, mimi niko tayari kuacha kuongea ikiwa ataachana na mimi kila mtu aendelee na biashara zake kimpango wake. Huyo ni Nifa, pia ameweka huo ujumbe mwingine eh, katika ukurasa wake wa Snapchat na Instagram pale juu, katika Insta story. So hivyo ndivyo mambo yalivyo, ni kwamba Nifa alionyesha kuchefukwa kweli kweli kutokana na hivi vitu ambavyo vimekuwa vikiendelea huko mitandaoni, hususan vile ambavyo vilikuwa vinamuhusu. Yeye. Yeah, yeah. Kwa hiyo kwa kifupi ni kwamba Niffer alikuwa hataki michongo ya kuzungumziwa na huyu Anko T, wakati ukizingatia ni kwamba yeye mwenyewe Niffer bwana ndiye al, uyu, ye huyu yeye mwenyewe huyu Anko T ndiye alimcheki Niffer ili awe wakala wake. Lakini baada ya Niffer kujaribu kuwa wakala wa Anko T e, wateja wake Niffer waliona kwamba wataki zile product za Anko T, hawajazipenda Niffer karudisha, alivorudisha Anko T ndo akamaindi kwamba imekuwaje product zangu hujaziuza Aa, na uja sijaona ukiwa umeposti kuzitangaza. Kwa hiyo hivyo ndivyo ugomvi ulipoanzia, so ukiwa kama mdau bwana, weka maoni yako katika comment section hapo ya chini kama ilivyokuwa kawaida. Aa, tutakuwa tukisoma na kureplay kila posti ambayo ulikuwa tunaiona, lakini pia vilevile hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.